Hakutokuwa na nywinywi wala nywinywinywi, iwapo wanamgambo wa kundi la Hamas watawacha huru mateka wote wa Israeli wanaowashikilia tangu Oktoba saba mwaka elfu mbili, inaweza kutafsiriwa kuwa jeshi la Israeli litasitisha mashambulizi ukanda wa Gaza iwapo wanamgambo wa kundi la Hamas watawaacha huru mateka hawa. Waziri mkuu wa Israeli katika hotuba yake Umoja wa Mataifa. Kabla ya kuanza hotuba yake, wawakilishi kutoka katika mataifa tofauti, wawakilishi wa kidiplomasia walichukua uamuzi wa kususia hotuba yake na kuto kuisikiliza. Kuondoka katika jumba la mikutano haikuzuia hey, waziri mkuu wa Israel kuweza kutoa hotuba yake, ambayo alianza kwa kuonyesha ramani katika ukanda wa mashariki ya kati ramani ambayo iliashiria Irani, Iraki na mataifa mengine ikiwemo Siria na mataifa yanayopakana na Israel katika ukanda haswa haswa mataifa ambayo yanayoonekana kuwa na uhasama na Israel. Waziri mkuu wa Israel amekemea vikali Irani kwa kusema ya kwamba Irani ndiyo kitofu cha ugaidi katika ukanda wa mashariki ya kati na ni taifa hatari ambalo linaweza kuyumbisha usalama ulimwenguni kote. Amemzungumzia kiongozi wa kundi la Hamas ambaye kwa muda mrefu alikuwa mafichoni tangu kuanza kwa mapigano baada ya shambuli lizi la Oktoba 7, kiongozi anayejulikana kwa jina la Yahya Sinwar, kiongozi huyu wa Kipalestina ambaye kwa mujibu wa waziri mkuu wa Israel ya kwamba kiongozi huyu alishiriki katika kuratibu uvamizi na mashambulizi haya ya Oktoba 7 yaliyopelekea raia wa Israel wasiopungua 1200 kuuawa na kutajwa kwamba aliweza kuangamizwa katika shambulizi ambalo lilitekelezwa na jeshi la Israel. Amemzungumzia pia kiongozi wa kundi la Hezbollah Hassan Nasrallah, ambaye pia aliangamizwa na jeshi la Israel. Katika shambulizi ambalo lililenga nyumba yake mjini Beirut na kutaja kwamba dikteta Assad ambaye aliyekuwa akiunga mkono kundi hilo la Hizbullah pamoja na serikali yake tayari yamekwisha ondolewa madarakani na kufahamisha kwamba ni hatua kubwa kwa Israel ili kuhakikisha usalama na utulivu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Akizungumza kuhusu wanamgambo wa Hutis ambao mara kwa mara huwa wakishambulia kwa makombora a Israel, ametaja kwamba wamedhoofisha kwa kiasi kikubwa uchukuzi na biashara katika bahari ya Sham kwa kuteka meli kadhaa na kuzamisha meli kadhaa katika bahari hiyo na kufahamisha kuwa jeshi la Israel lilifanikiwa kuangamiza baadhi ya viongozi wa kundi hilo na kuliacha kundi hilo likiwa linatapatapa. Akizungumza kuhusu kundi la Hizbullah ametaja kwamba kundi hilo limepata fundisho na limeelewa kile ambacho kinaendelea kwa sasa, na inaonekana kuwa kundi hilo litapunguza mashambulizi yake, kama sio kusitisha kabisa, dhidi ya Israel, kwa kuwa kile ambacho kitakachofuata itakuwa ni pigo lisilokuwa na mfano akiwa na ramani hiyo mkononi ambayo katika mitandao ya kijamii imetajwa kwamba mwenendo wa waziri mkuu wa Israel katika mkutano huo wa Umoja wa Mataifa alikuwa kama mwalimu ambaye akitoa funzo kwa wanafunzi ambao walitakiwa kuonyeshwa ni wapi eneo la Mashariki ya Kati lilipo, ni wapi Israel ilipo na ni wapi mataifa ambayo yanatajwa kuwa yanasimiana na Israel yalipo. Alizungumzia kuhusu Irani na kutaja kwamba viongozi majenerali katika jeshi la Irani na baadhi ya wanasayansi katika sekta ya sayansi ya nyuklia waliweza kuangamizwa katika vita hivi vya siku 12 kati ya Irani na Israel na kupongeza hatua hiyo huku akitoa ahadi kwa raia wa Irani kwa kufahamisha kuwa ushirikiano uliokuwepo kati ya Israel na Irani, raia wa Irani na Israel kabla ya mapinduzi na mataifa hayo yatafufua urafiki uliokuwepo na kuwa na ushirikiano wa kidiplomasia. Swala so zima kuhusu nyuklia ya Irani, waziri huyu mkuu wa Israel ametaja kwamba hifadhi aidha stok za nyuklia za Irani zinatakiwa kuangamizwa. Kauli hii, kulingana na wadadisi wa masuala ya kimkakati, wanataja kwamba bado kuna njama ambazo zinapangwa dhidi ya Irani ili kuweza kushambuliwa kwa mara nyingine, ili Israeli iweze kujihakikishia kwamba hakuna vitisho vya nyuklia kutoka nchini Irani dhidi yake. Akizungumza kuhusu wanamgambo wa kundi la Hamas amefahamisha kwamba wa mashambulizi dhidi ya wanamgambo hao katika ngome zao ukanda wa Gaza, vita vitaendelea na jeshi la Israel halitorudi nyuma hata kwa hatua moja. Amewatuhumu wanamgambo wa kundi la Hamas kujificha katika misikiti, shule na hospitali na kupora chakula ambacho kinatolewa kama msaada na baadaye kukiuza. Kuhusu tuhuma dhidi ya Israeli ya kwamba inatekeleza mauaji ya kimbari katika mapigano haya yanayoendelea katika ukanda wa Gaza, Waziri mkuu huyu amehoji ya kwamba ni wapi yule ambaye anayetaka kutekeleza mauaji ya kimbari huwa akitoa taarifa kwa raia waweze kuondoka katika eneo ambalo ni hatari na kujielekeza katika eneo salama, akikumbusha kwamba Wanazi kipindi ambapo walikuwa wakijitayarisha kuangamiza Wayahudi barani Ulaya hawakuwa wakitoa taarifa. Kitendo hiki kimepelekea kuhoji, wakati ambapo Wapalestina wanaporushiwa vipeperushi vikiwa na ujumbe wa kuondoka katika eneo hilo huwa wakijielekeza katika maeneo tofauti wemo katika kambi ambazo zinatajwa kuwa ni kambi za wakimbizi, na jambo la kushangaza huwa hata kambi hizo zikishambulia, wamekemea wadadisi wa masuala ya kimkakati, kwa kutaja kuwa ni mbinu za kutaka kusafisha kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo la ukanda wa Gaza mataifa ambayo yalitangaza kulitambua Palestina pia amezungumzia kuhusu suala hilo kwa kutaja kwamba kitendo hicho kinapongeza ugaidi ambao ulioendeshwa na wanamgambo wa kundi la Hamas, hususan mauaji ya Oktoba 7 ambapo waisraeli wasiopungua elfu moja mia mbili waliweza kuuawa. Kitendo hiki kinaashiria kwamba kwa mujibu wa waziri mkuu wa Israel ugaidi unalipa na iwapo atauawa myahudi basi anayetekeleza kitendo hicho huwa akipongezwa.